Madereva wa pikipiki wao wanapunguza mwendo hapo, akiona raia wanasimama, wenye wanapita kwa taxi naki msomaka, lazima damu damu zimwagike. Naumia sana, ndugu zetu wanapotea. Naumia sana. Mtazamo wangu kwenye masuala ya ajali mwisho wa mwaka, mara nyingi zinatokana na hizi hizi sherehe sikukuu za Krismasi, mwaka mpya na vitu vingine vingine, kwa sababu watu wengi sana wanakuwa na safari kwenda mikoani, kwa sababu na ongezeko kubwa la watu na kwa pressure inavyokuwa nyingi katika mji au katika maeneo fulani, kunasababisha ajali watu wengi wanakuwa wakitoka sehemu tofauti tofauti, kwa maana ya kwamba maybe inaweza kuwa ni likizo, watu wanatoka mikoani kuja jijini au wanatoka wilayani kwenda mikoani. Unaweza una kutoka kama Mwembe Chai unamkuta mtu, mtu, mtu, mtu, mtu, mtu, kagongwa na gari, unatoka unatoaa na Magomeni Matapa, mtu kagongwa hapa na hapo unaweza kutoka Magomeni mtu kagongwa, kagea mtu kagongwa na gari muda wote. Hata asubuhi juzi, mtu mtu asubuhi alikuwa anavuka akagongwa na pikipiki. Saa ingine mtu anakuwa ana haraka, anawaza mambo yake huko eh, akitoka hivi anavuka bila kuangalia bila kuangalia, pikipiki kupikiina mgongo